Mimi naitwa Mbaruku Sufali, natoka kikundi cha Marwa ambayo tumeungana na Istikama Zanzibar Haji. Tuko katika viwanja vya ndege vya Zanzibar terminal 3, kwa ajili ya kuelekea safari ya kwenda Saudia. Kabla ya kufanya ibada ya hija ambazo ni nguzo ya tano katika nguzo ya Uislamu. Inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atupeleke salama tufanye ibada hii kwa ukamilifu kabisa. Pia tunaombea wenzetu ambao hawajawahi kufanya hii au hawajapata taufiki, Mwenyezi Mungu awape taufiki ya kwenda huko kwa akatekeleze ibada hii, lakini pia tuombe washirikiano na umoja na usalama katika nchi yetu, hasa katika kipindi hichi tunachoelekea cha uchaguzi wa Zanzibar. Inshallah Mwenyezi Mungu aijalie nchi hiyo na mamani na mafanikio, na mahujaji wote waende salama warudi salama. Niko hapa kwa kuelekea katika Saudi Arabia katika ibada ya Hija. Kwa hiyo naosia wenzangu waliobakia hapa Zanzibar watuombee dua, kwa sababu hii safari ni nzito, tunakokwenda ni kuzito. Kwa hiyo huu ni wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Nabii Ibrahim Watakuja watu kutoka sehemu mbali mbali kuja kufanya ibada, tukiwemo na sisi Watanzania wote kwa jumla. Kwa hiyo nilikuwa na wausia wenzangu waliobakia hapa watuombee dua na sisi tutafanya dua ili tukatekeleze ibada ya hija. Ingawa ibada ya hija imewekwa nguzo ya tano, tunaona kama nguzo ya mwisho, lakini watu waichukulii uzito, lakini ibada hii ina umuhimu sana kwa hiyo na waosia wenzangu hususan vijana, wende mapema, bado wana nguvu. Usisubiri mpaka kustaafu, kwa sababu wengine mahujaji wengi hapa Zanzibar ni wastaafu kuanzia miaka arobaini, hamsini mpaka sitini. Kwa hiyo ndikuwa na nawaosia wenzangu wenye mapesa wende mapema. Hakuna mwenye pesa, hakuna mwenye uwezo, isipokuwa ukishatiania Mwenyezi Mungu anakuwezesha na sote tunakwenda kwa hivyo hivyo kwa hiyo nilikuwa nausia wenzangu wajitahidi waingie katika ibada mapema sana, kwa sababu na ibada hii natakiwa uwe na nguvu, uwe kijana tu, unapata kufanya ibada vizuri kuliko kwa mzee. Kwa hayo machache, sina zaidi, naomba dua zenu, mahujaji mliobakia. Natarajia mwakani tutazidi kuwa wengi kuliko mwaka huu.